Yesya, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya magharibi hii ya leo. Mtatuwa razi, sababu mchana atukuwapatia habari za mchana, sababu tulikuwa ndani ya masungufu ya, uh, ya teknolojia ya vifaa vyetu vya kazi vilikuwa na pane kidogo, ndio kwa maana atukuwapatia kabisa. Nilishinda niko nafanya entretien ya studio njo maana kabisa, eh, ilionekana ya kwamba hatukupana, mm, kazi haikukuwa mchana wa leo kabisa, na waza watu wengi waliniita hata kwenye whatsapp waliniita huko na huko, wakiniuliza mambo iko namna gani, mbona hawapate habari za mchana? Lakini ilikuwa tu ni problemu ya technique na entretien yetu ya hapa kwenye studio yetu ya siku ya leo. Wandugu wapendwa, tunashukuru sana sababu eh, mambo iko matata sana kabisa, na ni kuambie tu kama bitu binaendelea kuwa kabisa nguvu hapa mjini Goma, Goma, Goma, Goma, Goma, mimi nakwambia kuliko ikue Goma inakuwa koma koma, kuliko ikue Goma, ah. <laughs> kuliko ikue Goma inakuwa koma mm. M23 iko ndani ya kilio ngambo za uko Gisenyi kabisa. Uh, wanakuwa ndani ya kilio mkubwa sana sababu kuna general wao ambao aliyepigwa masasi, wao wenyewe walimpiga masasi uko ngambo za Kamanyola, alafu wamefanyia kilio ngambo za Gisenyi huko. Kwa muda huu ambao tuko tumeongea, tumepata habari ya kwamba famiye ya Makinga na watoto wa Makinga wote wanakuwa ndani ya kilio, na hapa kabisa imeonekana kabisa ya kwamba ni kilio kabisa kubwa, sababu ni esheke ku M23 mnivu ya yulu sana, ni kuambia tu kama wao wenyewe wanaanza kupigana masasi hapa Kamanyola na ule ambaye mliyemjua sana kwa jina ya Karoti, <laughs> kwa jina ya Karoti, niliwambia kama Karoti batamtia mu maharagi ama Karoti batamtia mu mashu. Na hivi sasa Karoti bamempiga masasi za mkifua, taarifa ni kwamba aja kufa Hmm, lakini taarifa ni kwamba amekuwa ndani ya eh wetmniveu e, ya Rwanda tu huko huko, na hapa hatujajua kabisa kamili kama amekufa, lakini kuna wamoja tayari wanaanza kusema ya kwamba amekufa, wengine haja hajakufa. Lakini sisi kwa utafuti wetu wa ndani imekutanyika kwamba hajakufa, lakini iko

Vita ni vute ni kuvuti, si ni vile yani e, unapiga na unapigwa, ile ni ile kabisa hmm? Watu wote wanaanza kuregrete kabisa na kujuliza ee, finalement ca sera quoi, finalement vitaendeka namna gani? Kama vile tunavyowaambia kila leo, kila mara, mimi ni wenu Kolomboka mwenyekiti mwenyewe, mufalme wa habari lom, kinepere jamai, mimi hapa kabisa

Nyote kabisa, tukisema jambo kwenu wa mama na wa baba, jambo kwenu wa ndugu wote huko ngambo za Belgique, kabisa tunatoa shukurani kwenu, kuendelea kututia nguvu na kututia moyo, kutuambia hata pole. Unajua kuna kitu kingine ukiambia mwenzako pole na unampatia encouragement ya kusema ya kwamba courage, courage, ile tu inakuwa inatia mwenzako moyo sana hmm. M23 uko ngambo za Chiriri Bukavu zinaanza kupiga mabunduki za nguvu sana manyumba za wa sivili, na hapa kabisa inakuwa ni erere moya ya nguvu sana nao inakuwa ni asira sasa. Hii aiko tena kupigana, inakuwa nguvu za asira. Mm? Yani, asira imewakamata na wanaanza kupiga sasa mabom bom bom manyumba za watu. Unaona kama hii ni kitu moya ya mbaya sana ya mbaya kabisa, ambayo imeleta haya. Kuna kuona watu ambao wamesema ya kwamba wao wamekuja kuchunga raia, sasa ni wao ambao wameua kabisa, eh? wakibomoa kabisa raia mzuri mzuri sana. M23 inaendelea kuujisha maparsele za leta. M23, M23 inaendelea kuujisha maparsele za leta. Acha nimambie, Bukavu balishaujisha fer rouge pale kwenye eh, mairie ilikuwa inatumikia, balishaujisha parquet, balishaujisha eh, pale kwa meri ilikuwa kote kte bali ujisha bashusha kansa hiyo balisha ujisha mafasi mingi sana tepe tepe, nayo balisha ujisha tepe na, na mali pengi sana balisha ujisha biko, wanaujisha franga kidogo sana, kwa kidogo sana ni 600 dollar. Kwa kidogo sana Marake ni hapa ku njoo balinda na ujisha kama kombien mete si, mete kare ku 600 dola 600 dola, ujulize tu budongo ya Bukavu, banaisha 600 dola. Okay, mina uliza hivi, kubatu benyaba na akili na biko nauza ima parcele, munayuwa kama guverneme itarudia, munabiua bile

la uvuvule me ujue kama guvernemat setarudia si utakosa bya kufanya. Mon frere batakubomolele nyumba, unapoteza frange nyongi. Uza saki ya maragi unatia munyumba, unaipoteza kwa bure ii mabiro ya leta enye muko munenda munauzauza ku, kuletai kama njo niite leta kwa ba barebele ababanyanguzi bagaidi munenda munauzauza manyumba zenye zitabaletea problem. Dema niambie, wemeoliuza kumeri unayoatukamahapa, ni kumeri unauza unauza pa kwenye nsezedi unayua kama ni kwenye nsezedi unauza. Unauza mukansa yo unayua relema kama pa ni kansa yo unauza. Aloro munyambie sasa, deme u apre deme, hmm? Deme u apre deme. Guvernema ile inarudia utafanya nini? Bo, niambie tu tuna we kukomantere, niambie utafanya nini pale kukomantere, eske utabakia mwele manyumba ama utakimbia zile nyumba? Mimi kuna bambia musiseme, kolomboka akubambiaka na musiseme aseme kolomboka, kuna sema mingi nini? Aa, miye kazi yangu ni kukupasha we habari, niambie utakuwa wa nani. Okay. Kama unapenda kuingia katika famili yetu, wewe utaponda tu pale kwa maandika Holly Officiel ama kwenye maandika Kwetu TV. Kama unaangalia Holly TV, kwetu, kwetu TV, kama unaangalia Holly Officiel, uponde pale kwa maandika ile jina mbili. Na hapo utapata namba zetu za simu na utatupata. Nimeshukuru sababu namba ya yule mama aliyepigwa hapo mjini Goma, huko ngambo za Nyiragongo tayari tumekuwa nazo na hivi kesho nitawatilia uh, maongezi fulani fulani ambao tunaweza kuwa tumeongea pamoja naye na mtoto wake, tuulize ni kitu gani kilichotokea. Baadaye tuangalie ni kitu gani tunaweza tukafanye kwa jamaa ya huyu mama. Wale ambao ni wazazi, kama kweli uko na roho ya uzazi na wewe ni mzazi, huyu mama tumsaidie. Kesho tena asipigwe na mwenzake mama, kwa ajili ya maragi, punja kidogo tu ya maragi. Eh, ilinipatia haya wakati niliona mama yangu, mamangu mie anapigwa vile. Ingelikuwa ni mamangu anapigwa vile, kwa ajili ya punja ngapi ya maragi mwenzake mama mwenye angemuhurumia mwenye angeliona sije ama mwenye angeona pro, pro, uh, angeona problem yenye tuko nayo kwa leo na kumuhurumia tu kwa ajili ya maragi. Lakini njuma alimupiga alor, tunasema hivi kusudi huyo mama na wengine wa mama, siyo yeye tu, tunataka tusaidie, na watu hapa mjini Goma, tunataka tuambi, tusaidie batu hmm? Batu banakufa na njala mefreze ser. banakufa na njala nemfiske sink mil. nemfiske de mil. uneza kuwa nafanya kitu ya mzuri sana na ile, ile ata, ata mirongo mbili ya bunga wanaipata kwa siku moya tu eh? nemfiske kombie, ukikuwa nayo unasema hata tusaidie. Uyu mama tumsaidie, naye inabidi atuambie kwanza biliendeka ye bilipita ye baadaye tunaambia watu jinsi viliendeka na jinsi vilipita. Baadaye tunaona jinsi gani ya kumsaidia oyo mama na mwingine mama na wengine, lakini atuwatume mwende muibe bitu bya batu hapana. Tunabaambia hivi, kama unasikia njala, kama unasikia njala, lomba ambia mwenye pale nisejata na ubishogolo nipigie batoto benza, mwenzangu naye atakupatia. Na kama akupatii unavumilia basi na watoto wavumilie vile sababu, hii dunia yenye tuko ndani inabidi tunasaidiana. Bandugu, hapa kwenye tunafika saa hii ni kusaidiana, sababu pesa zimekosekana mjini Goma. Labda chakula inaweza kuwa inaonekana musoko, lakini pesa ya kuuza ile chakula inakosekana. Na hapo nikiakutana mimi, mimi mwenyewe nilikuwa napita fasi moja, hivi ambapo siwezi kukaseme, nikakuta Tana mutu analala munjia anavala bien, me analala munjia. Namuliza ni kitu gani, mbona nini? Aseme papa, minakufa. Nini unakufa na nini? Njala, niko na desi mene sikule. Oh my god, nikasikia uh-uh, ile haiwezekani. Nilikuwa na gari nikashimamisha gari nikamtia mgari tukaenda nikamuzia maziwa na mkati, nikampatia kidogo yenye nilikuwa nayo. Akaenda na mimi nikaenda, nikasikia basi kuna kitu ninafanya hmm? kama auna roho ya kimutu kama una roho ya kimutu auzisikia vinye niko nasema batu bana, bana kuwa... mimi nakwambia uzuni, uzuni, uzuni mgoma mzima. Mimi bienye niko nasema, kama niko nadanganya bandugu yangu benyebi ko Amerika, benyebi ko France, benyebi kowa, kama niko na danganya mwite na bandugu yenu, basi mubaulize goma iko namunagari kwa sasa. Ndiyo usafi goma kabisaaa, inaonekana kabisa kama usafi iko goma kwa sasa, e e, kabisa. Goma inaanza kutakata, inatakata mubarabara hivi, lakini batu banaisha gari za okazio, mtu alikuwa na gari yake ya okazio anaanza eujisha bei chini. Niko nakwambia hii ni kweli, gari kwa sasa gari inauza bei chini sana. Kama uko na uko na 5 dolar kiani kupatie gari, mimi mina kwenye gari ya 5 dolar mefreze sir, mambo iko matata Maisha inakuwa magumu, mi nakwambia, maisha iko magumu. Ikifika dizwiter, ungali, mun, ungali munjia na auna gari unakoma. Manake niseme unakoma juu ya nini? Utapata shida, utakutanana na mabaya yote ya dunia. Wandugu wapendwa, ni hatari sana ni hatari. Kuna wandugu yetu wa moya walikuwa ka wanakunya kazoke ka na biko banacheza mangura, balikuwa ka person basoda ya M23 bakakia bote, bakabapiga masasi 17 person bote, bote chir na enkoni dosye nkoni isha kwa tu vile. Akuna ta mwaneza basemea la lamushi le dosye, akuna mtu mwaneza sema semeseme nini. Aa -a. Bisha ishia tu pale bale wanjene vale balikufa vale tu vile na bikeshia pale na gome kanyamanza, na batu bakanyamanza. 17 persone ya jenesi, baka, baka ba, ya sabuni,

Mwenye tanichukia anichukie me tudenonse le male tutaona bingine kesho. Hmm? Bo se bon meifo tunakwa naambia watu realite, bo kupiga watu kuua watu njo ya lazima kushindisha mutu mustade de linite kutangia subi mpaka kesho, mvule na piga joye napiga njo ya lazima kulipisha batu mataxe ya yulu sana yenye na bapita kipimo, njo ya lazima. Murudishe maisha ya mutu munivo yake, muone kama mutu naye ni walazima. Hatuko mangombe, mesdames monsieur, hatuko mangombe, bandugu yangu. Kesho tutabatilia sauti ya huyu mama ambaye kabisa ame alipigwa na mzazi mwenzake. Lakini inabidi tu tuangalie tunaweza kufanya nini kwa ajili ya huyu mama baada ya kumuoji, na tutaangalia kesho tunaweza kufanya nini kwa ajili yake, kabisa ili kwamba ukiwa na ile kidogo yako ukiwa hata na 1000 francs 1000 francs kongole, kwa na 2500 ukikuwa na 5 dola ukikuwa na 10 ukiwa na nini, we tu utafanya kwa iari yako jinsi unavyotaka, na tufikishe Labda wa ndugu zangu, mukuwe na upendo. Upendo ndio kitu ya lazima, na hatutawafundisha upendo juu munajua kama mtu anapasha penda mwenzake. Kila kitu kina wakati yake hapa chini ya jua. Hivi navyo vitaisha, bitapita, vitaisha. Hatukukuwa nayo kama Matata Mponyo anaweza kimbia nchi, hatukuwa tunajua vile meme atakuwa naye kama Joseph Kabila anaweza kuwa muexile. <laughs> Anaanza semea sasa nje kumikrofone ya nje. Me alikuwa mundani hapa mule mwinchi, matata mponyo yule aisha kimbia, anakimbia nakua ne muexile. sasa naona kama kila kitu kinageukaka. kesho na kiseketi na naeza kimbia kesho na we unaweza kimbia sesa njomanamnamambia Uh, fimbo yenye lipiga mbanda yako sitie chini ya kitanda, fimbo yenye lipiga mbanda yako sie chini ya kitanda junawekesho inawezeka kupige huyo. Ni kolomboka mwenyekiti mwenyewe, ukitaka kuingia katika kundi letu ama familia yetu ya WhatsApp. Hapa tunaongea vitu vyote wazi eh? Hapa ni mshambre donke kule, tunaongea na tunapatiana conseil, tunaamani yote hapa mm -mm, iko fasi ya maneno maneno kule. Uh -uh, kule tunaongea yani, tunaongea kama Wakongomani na ukikuyo <laughs> no, ko tretre tunakutosha eh? Yani tunaiwaka tu kama huyu ni tretre na tukishaiye tu kama uko tretre tuna tunakutosha kabisa eh? Yani ukitaka kupata informasio za kweli za muzuri ule official utaingia na utapata na utasapoti kabisa kazi ambayo tunaendelea kufanya. Wengine wananiuliza sasa, Kolomboka, tutapana tena msaada yetu siku gani? Tutapana tena msaada mm, siku zinazokuwa mbele hapa tutawatangazia hapa uh, ya kwamba mwenye iko na msaada yake ya kufikishia wazalendo atakuwa